Naam, waligani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kilichotokea kwenye mtandao wa Instagram, ameonekana kijana mmoja ambaye Abigail uh, uh, Chams ameweza kumposti na kupitia IG yake uh, ameweza kumposti huu jamaa anayekuja Blacks Uchoraji, Blacks Uchoraji bana ameweza uh, kuchora picha ya Abby Chams kwa penseli. Hii inaashiria kabisa kwamba anamkubali lakini pia ameweza kuonyesha uwezo wake wa kuchora na kuweza kuchora taswira ya Abby Chams. Abby Chams, picha hiyo ilivyochorwa, walivyoweza kumtagi na yeye pia akaweza kuposti kupitia ukurasa wake wa Instagram. Hii inaashiria kabisa kwamba uh, kuna mmoja ama nyingine. Uh, Abby Chams ameweza uh, kuonekana uh, katika bango hilo, na hii inaonekana kabisa kwamba ana support uh, kazi za uh, hawa artists ambao kuna mamojama nyingine wameonekana uh, kufanya kazi ya kuchora wasanii na wame, wame, wameweza ku, kuchora picha hiyo na wameweza kubandika vizuri kabisa uh, kupitia uh, bango lao na hili bango eh, na hii inaonekana kabisa kwamba huyu uh, mwanadada eh, mwanadada Abby Chams ameweza kulipenda na inaonekana kabisa kwamba ameonekana eh, kufurahia jinsi ambavyo jamaa eh, huyu ameweza eh, kufanya vizuri katika hiyo picha na kuchora kwa penseli eh, picha yake. Sasa najaribu hapa kuingia katika eh, posti yao ya Instagram ambao aliweza kuichora kui, kui, kui hii picha ya Abby Chams uh, ilikuwa ni masaa tano masaa matano iliyopita, alafu wakaandika shadow and light. Abby Chams in charcoal and graphite, yani umetumia chako yani mkaa pamoja na graphite. Afu size ni ya karatasi ni A2 size afu pia afu wakaandika dance of death and death and detail with a soft graphite meets bold charcoal. Every stroke weaves light and shadow, capturing her essence with elegance and pre precision. The contrast breathes life into the portrait, revealing emotion in every shade. Yani apo wametumia mkaa ndugu yangu, au sio? Nachokaa e, mkaa pamoja na, e, na graphite au sio? Sasa baada ya kuchora picha hii, inaonyesha kabisa kwamba wameonekana e, kulipendezesha hili bango. Hii inaonekana kabisa kwamba wanajua wanachokifanya na ni kijana ambaye kiukweli anajua ni nini kinachotakiwa katika hili e, bango. Naweza kusema kwamba ni picha nzuri sana, na pia inaonekana kabisa kwamba wameweza, e, kufanya kitu kizuri, lakini pia ameweza Eh, kufanya hicho kitu sasa. Uh, mashabiki pia wameweza kujitokeza, asema hii hapa nyingine kaka, hey kuchapochena mtoto bei gani eh, wengine pia wanatamani eh, kufanyiwa eh, kama alivyomfanyia Abby Chams. Uh, ameweza kuwachora wasanii wengi sana, ameweza kuwachora wasanii wengi sana eh, lakini pia artist wakubwa eh, lakini pia bila kumsahau engo nyigo Engo nyigu bana, ni lidansa wa eh, WCB eh, pia alishawahi kuchorwa na hawa jamaa. Kwa hiyo eh, sio mara ya kwanza eh, kufanya vitu vizuri eh, wanachukua ile picha kama ilivyo then wanachora eh, wana k ni watu wenye vipaji na pia Abby Chams anaonekana eh, kufurahia kuona ni jinsi gani, uh, wameweza kufanya kitu kikubwa ambacho kitu hicho kimeweza kumfanya aweze kuwa posti na pia kufurahia kuwekwa katika bango. Dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu inayoandikwa subscribe.